Tarehe ishirini na tisa tuna shughuli moja tu ya kufanya nini? Ya kupiga kura. Kwa hiyo hatutegemei hatutegemei shughuli nyingine barabarani hapa, shughuli ni moja tu ya kupiga kura na kurudi nyumbani kwako. Hayo ya barabarani waachie walioyatafuta. Tumesimama, tuna jukumu la kulinda wananchi wa mkoa wa Tabora na niwahakikishieni wananchi tutawalinda kwa nguvu zote. Hatuhitaji jambo lingine tofauti na kupiga kura. Serikali imetangaza siku ya tarehe 29 na ni mapumziko kwa ajili ya kupiga kura, sio kwa ajili ya shughuli nyingine. Vijana mliopo hapa, andamananeni kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Habari nyingine hatutaki kuzisikia. Vituo vitafunguliwa mapema saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hiyo, kila mmoja, ni jukumu lako kwenda kwenye kituo ambacho umejiandikisha, kwa lengo la kuchagua viongozi hao watatu ambao nimekwisha kukutajia, na kama ambavyo kauli mbiu zinasema, kauli mbiu mbalimbali hapa, tunayo kauli mbiu ya kitaifa, kura yako haki yako jitokeze kupiga kura 29 Oktoba 2025. Kura yako ni haki yako, si ndivyo jamani, eh? na sisi utaona tumevaa t t-shirt inasema kura yangu maendeleo yetu, jitokeze kupiga kura. Kwa nini tumesema hivyo? Kwa maana ya kwamba kupitia kupiga kura ndipo taenda kuweka kiongozi ambaye kama nilivyokisha kusema atakwenda kushirikiana na wewe mwananchi kukuletea maendeleo katika eneo ulilopo, kuanzia diwani, mbunge, lakini mpaka mheshimiwa rais, kwa maana mnapanga pamoja kama wananchi na viongozi ambao mmewachagua kwa kupitia wao ndipo maendeleo yanapokuja, na ndio maana tunasema kura yangu maendeleo yangu. Kwa hivyo jitokeze kupiga kura upate viongozi bora watakao kuongoza katika kipindi hicho.